Ulimwengu wenyewe ndiyo mimi, naanza na hivi, bandawe banda Danoza. Mimi nimekuita hapa. Si so, unajua na shughuli ya mwanangu hmm. So hey, so, uh -huh. uh -huh. so, kwa hiyo nimekuita hapa ili tudajiliane tunafanyaje shughuli ya sio ya mwanao, ya mwene tu. He. ya tu. Mhm. Shughuli ya mjini mimi uh -huh. kwa mjini Nakujua. Ni shughuli ya mjini. Mjini, tuifanye uh nakujuam -huh. Hapa tulete kwanza goma la kuchimbia. Kuna goma linaitwa Sumbufu kina Habibu. Tulilete hapa na mimi nitaleta tarumbeta tarumbeta la ajimlugo, mm -hmm. nitaleta tarumbeta lajimdugo unalijua nitaleta tarumbeta nitaleta kigoma hapa cha kuchimbia mm -hmm. we labda uweke mziki hapo vipi sasa sasa lakini ndani tuna mgonjwa kwa hiyo lengo langu nisogeze mbele kidogo <laughs> we, chizi nini wewe we, mgonjwa anakuhusu nini uwe mgonjwa mwanao useme labda ndio mwenye shughuli hapa tukashindwa kucheza mgonjwa muache ndani ya umwe, hata akifa hiyo siku ya shughuli, sisi hapa tunacheza. Tumemaliza shughuli tu, tunaanza kutangaza msiba mjomba wetu. Lakini mgonjwa ndani anaumwa, hmm. siku hizi anikwambia ujinga wako na upumbavu wako si upendi, umesikia? Yani mi umenipigia simu nije hapa tujadili shughuli, nimeacha kwenda kula danga langu kule, unaleta ujinga. Mgonjwa, mgonjwa anakuhusu nini? marufuku Ole wako nione simu yako inaingia kwenye simu yangu. Una namba, tutengeleze tena, si tupange tena habari ya shughuli. Koma mwanangu, Sekela. Nimekufikia mwanangu, tuongee. Katika hii dunia, mi mwenyewe mama yako nilikuwa kijana kama ulivyo wewe, lakini kuna wanaume, kuna wanaume wazuri na kuna wanaume waongo. Kwa hiyo usije ukaangaika na wanaume bila kumchunguza mwanaume. Kaa mchunguze, si unataka kuolewa? Kaa umchunguze mwanaume ndo tulete, sio kurupuke, watakutia mimba, watakuacha. Kama nilivyokwambia, na shughuli ile mwanangu, ile mm. shughuli naona nikukabidhi wewe, maana nimemkabidhi dada yangu, mambo anayoambia mwalimu mweleu mm. dadako mwelewi, dadako mpigaji. mm. kesha kupiga hela nyuma huko kwenye birthday zako, sasa hivi ndo umeshtuka kwamba kuna udugu wangu kule Kawina. mm -hmm. shughuli nimeipokea. mm. umeona, shughuli nimeipokea na yaani, shughuli kwa kifupi, yaani tunayo na tunatamba nayo, na kuaminia mm -hmm. Hey. Na kuaminia mama, labda kama kuna lingine, lakini hilo la shughuli tu hilo limepita, ndugu yangu mm -hmm. Si unajua mimi niko na dama ah, na kuaminia we, tena umeona eh? mm -hmm. saa saba nikute hela yangu saa saba siku hizi hapa wateja hakuna hapa saa saba hamna hapa pana saa tano sikiliza we usijifanya na haraka sana bwana hapa utakuta saa tatu na mi nachukua changu saa mbili sawa habari ndo hiyo sawa mama nimekuelewa ila nikutoe hofu mama wangu mimi kwa sasa hivi sina ndoto za kutaka kuolewa Ndoto yangu ambayo ipo katika moyo wangu, natamani sana niende nikajirekebisha ushonaji. Udugu wangu nani huyu kijana hapa? hey, mjini mama, kila mtu ana mishemishe zake. Mm huyu -hmm. kijana akikwapua ka naletea mm -hmm. indo nasambaza, ukitaka mm -hmm. TV mama nayo, ukitaka peni nayo mm -hmm. ukitaka viledio sijui hivi visoswadu tena ndio usiseme hivyo, vibao vya ramli huko Wana yeah. Tanga wanaitagaaitanaaaa ndio usiseme sasa, hiyo saa saba uliomwahidi yeah, ni saa saba ya jioni, ya usiku au ya sasa hivi ya sanga? Saa saba ni elfu saba ndio maana na mimi nikamwambia, saa saba sina na saa yeah, saa tano nikiuza a aaaa elfu maana yeye saa tatu nikiwa fundi nimeweka cherehani yangu hapa kibarazani kwetu nijiajiri, najua hata siku kitokea, nimeolewa sitokuwa namtegemea mume wangu kwa na mahitaji yangu madogo madeno, maanaake itasaidia kusaidiana katika maisha. Kwa hiyo mama, nakuombea Mungu afya yako itengamae ili mimi nipatie hiyo pesa nikajifunze mafunzo ya ushonaji, lakini wakati ukifika nitazungumza na wewe vizuri. Mwanangu, siku zote amani ya moyo hujengwa kwa matakwa yako. Wapo wataofanya daraja kuwa gogo, lakini si mimi mama. Mamako nakupenda sana mwanangu, kaufungua moyo wasipofungua manauchio wanafsi yangu ni marudio nini ya mimi kujikinga na jua mwanangu. Maumba, nimekuita mwanangu na kuona huna raha hata kidogo. Dada yako ameniambia una siku ya tatu uli chakula. Shida ni nini mwanangu? Hapana mama, mi niko vizuri tu, amna tatizo lolote, na kama kula labda nakusijapata mekula, lakini kuwa na amani. Mimi ni mzazi wako na kujua vizuri sana mwanangu, kama una shida najua, kama huna shida na kujua. Leo umeshindwa kunywa chai mchana, jioni Shida ni nini? mimi mama yako, nieleze. Kama una tatizo lolote linakusibu, usiponiambia mimi utamwambia nani? Hamna tatizo mama angu, mimi niko vizuri tu. Nikubwa natakiwa uwe na amani. Sawa mama, mimi niko safi kabisa, niko salama. Hapana. Au ni hii shida yangu mimi ndio inakufanya wewe ushindwe kula, kweli mama yangu naona mna haja kuficha ficha, ara kukaa kimya na mama yangu, upo hapa na umetaka kujua ukweli. Kwa hiyo siwezi kukaa na kitu mwoni mdatkaja kuniumiza mimi, ni mwanao saa. Mamaangu kweli, kuna kitu ambacho kinanisibu sana katika moyo wangu, na ili swala ni swala lingine, kwamba swala hili sio swala lingine, bali ni upendo tu, ndio anakukosesha la, unakosa amani, unakosa kula. Kweli naweza kumwona huyo mwanamke, niongee naye asikufanyie hivyo anavyokufanyia. Sawa <laughs> ingawa sababu unataka umuone, nitakuletea umuone. Mamangu huyu ni mkweo tarajiwa mbali japokuwa bado anionyesha dalili ya, ya kuwa na upendo zaidi kwangu. Kama kweli naye ananipenda kama navyompenda mimi sasa sielei mama angu, si kwa ajili ya ufukara wetu au ya maisha nayoishi sijajua. Ila ntakuletea mama angu umuone. Saa mama, <laughs> unakunywa dawa mda bado? muda ukifika nitakunywa. Nah, ah. Vipi umekula? Lakini hapana. Oh, umekula? Hapana bado mama, ila usijali, nitakula. Mamangu kipenzi, huyu ndo yule rafiki yangu ambaye ninakwambia tamleta ili uweze kumwona na uweze kumfahamu. Sawa mama. Sawa na kaya, huyu ni mama yangu, na hapa ndio nyumbani kwetu. Kwa hiyo kuwa na amani na karibu sana.

Mm -hmm. Karibu sana mwanangu. Asante mama. Unaitwa nani? Naitwa Nakaya. Unaishi pati hapa Dar es Salaam? Majichumvi. Majichumvi. Um, wewe ni mtoto wa ngapi kwenye familia yako? Ticho wa kwanza na wa pekee. Ah, Maumba aliniambia mambo mengi sana kuhusu wewe. Ni kweli unampenda Maumba? Mama, nilisikia unauma sana, nikaona si mbaya nije nikujulie hali, ila kuhusu waye, mambo mengine tuko pamoja, wala usijali. Mimi niko pamoja na Maumba na nakuahidi, hakuna kitakacho

na kila kilichomzunguka katika maisha yake, maana yule ndio tegemezi wa familia yetu na, na zijao <coughs> <yukisokide kukiru atusu. tos> <coughs> Ngoja niwache muendelee na mazungumzo yenu ili nikapumzike, maana muda huu ni wa kunywa dawa so, mama. maumba maumba maumba sonda mwanangu, mimi paka dakika hata sielee mazingira ambayo mapichapicha tu nayoyaona, yaani usiku wa jana nimeota ndoto mbaya Yani mpaka dakika hii nafikiria na kutafakari ile ndoto ni aina gani, sipati majibu, lakini nimeamka, nimejaribu kuipotezea, sababu anasema, wanasema ukisadiki sadiki ndoto utakuja kugombana mpaka na watu wako wa karibu. Nimeamka na mapema tu <coughs> nimetoka mwenyewe, nafuatilia watu ila za mchezo, nyumba mpaka nyumba, nyumba mpaka nyumba inafika kwa Mama Juma tu pale. Mwanangu, nimekutana na kiumbe wa ajabu yule, anajiuliza ni mtu nyani, mzimu au msukule? Yaani paka dakika isipati majibu kibaya zaidi, yule jamaa anataka nikabe, kanitolea mpaka kisu. Mwanangu, yaani kama mdudu sonda so wewe wewe, wewe, sonda! Hivi mimi sinaongea na na wewe. Na sina moyo umekata na nafikiri kivyo chao <muchas> Macho ni vile naona jua na mwezi, imekata uwezo wa fikira ni mbio.